Hapa viongozi wote wa taifa hili kutoka pande zote mbili za Muungano, waliopo madarakani na wastaafu wote, tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu. Uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa. Tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo inatakiwa kuyaangalia.